Haleluya eh, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Tunaendelea tena na tafakari nyingine katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya kumi na tano na tutakuwa tukitafakari pamoja katika ule mstari wa Samueli wa kwanza kumi na tano mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu lakini tafakari yetu itakuwa E, katika mstari wa ishirini na tatu zaidi, na kichwa cha tafakari yetu unaweza ukasema e, e, kuasi ni kama uchawi, kuasi ni kama uchawi. Kwa maana e, neno la Mungu limetuambia hapa katika mstari wa ishirini na tatu e, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama uovu una kuabudu vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Lakini haya tunayaona yametokea eh, huko juu, na kabla hatujaanza kuyaona na kuyachunguza na kuwa ni kwa nini eh, kuasi au dhambi ya uasi ni sawa na dhambi ya uchawi au dhambi ya uasi ni kama uchawi. Basi na tumwombe Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema tena nzuri ambayo umetupatia leo, kwa ajili ya kutafakari na kujifunza neno lako. Baba, asante kwa sababu utatufundisha. Sante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Sante kwa sababu, Bwana, hekima yako imeachiliwa kupitia hili neno lako. Ninakataa neno hili lisiwe maneno matupu, bali likabebwe na Roho wako kama ambavyo nasema, Bwana Yesu, maneno ninayoyasema ni roho tena ni uzima. Ninatamka Roho Mtakatifu nyuma ya neno hili, ukaguse mtumishi wako huyu, ukambariki na kumpa ufahamu sawasawa na neno hili, katika jina la Yesu, amen amen. Karibu tuendelee na tafakari yetu ambayo tumesema eh, kuasi ni kama dhambi ya uchawi eh. Tunaposema kuasi maana yake ni nini? tunaposema kuasi ni kufanya kinyume na ulie, yani kufanya kinyume na kile ambacho ulipaswa kufanya, kwa sababu unaweza ukawa umepewa maelekezo ukafanya jambo moja mbili tatu, na katika jambo hilo ukageuka. Maana moja ya makosa makubwa pia katika majeshi na katika nchi pia ni mambo ya uhaini au uwasi au uh, ukiasi jeshi, ukaasi jeshi uh, huwa adhabu yake ni kifo, yaani unapofanya wengine, ukaasi ukaenda kuungana na adui huwa ma, kwa kosa hilo linakuwa ni kosa kubwa sana. Ndio maana uh, neno la Mungu linajaribu kutuelekeza na kutuonyesha kuwa kuasi ni sawa na dhambi ya uchawi kuwa mchawi na mwasi wakikaa hapa, ina maana wote wanakuwa ni sawa. Yaani hivyo ndivyo ambavyo uh, unapaswa kuangalia. Lakini pia ukiangalia zaidi, unakuja kugundua ya kwamba uasi umeanzia tangu mwanzo, ulingia kutoka katika bustani ya Eden. Mungu alikuwa ametoa maagizo, ameagiza wanadamu wasile tunda, wasile tunda la mti wa katikati wao wakara, ina maana wakafanyaje? Wakaasi yale maagizo ya mwanzo aliyopewa, na ndipo dhambi ilipoanza kuingia. Na dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Kwa kumbe unapotenda dhambi ni sawa na uchawi. Kwa Mungu atusaidie, na Mungu anisaidie, na Mungu akusaidie, kwa sababu dhambi uh, nadhariwa pale ambapo mtu unaas, unakaidi yale maagizo nayo yapewa, unaanza kuyageuka na unafanya kinyume na yule aliyekuagiza. Ina maana unaenda against na mamlaka ambayo imekuagiza usifanye, na unajua kabisa hiyo mamlaka inakusustain, inakufanya kuwepo na inakutunza. Kwa hivyo, mpendwa wangu, ninataka uliangalie jambo hili kwa sura hii. Ndio maana eh, huyu mfalme Sauli alikuwa ameagizwa aende kuwaua Waamareki wote lakini watu wake wakamwambia kwa sababu eh, kuna watu walionona, yani wale wanene wazuri, akasema wao tusiwaue, lakini kuna wanyama ambao wako vizuri, wakamchukua mfalme wao Agagi, mfalme wa hao nchi ya Wamareki, wakachukua wanyama walionona, alafu wakasema wanaenda kumtolea eh, Mungu sadaka, wakati maagizo ya Mungu ilikuwa ni nenda kaangamize kila kitu, kwa sababu aliwaambia kaangamize kila kitu basi walipaswa kufanya hivyo lakini wao wakafika wakabadili maelekezo ndio maana Samweli anamhoji Sauli sauri ambaye ni mfalme katika mstari wa ishirini na mbili anasema naye Samweli akasema je Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti yake, sauti ya Bwana angalia kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikiliza ushauri kuliko mafuta ya beberu naona kokumbe hili jambo lilikuwa ni la muhimu zaidi kuliko alilofanya yeye, kuwa Samuel anamshauri alipaswa kutii kabla hajaleta hizo dhabihu. Hata huyo Mungu unayemletea dhabihu, yeye ndo aliyekutuma. Ina maana ungetii agizo lake la kwanza, ilikuwa ni muhimu zaidi kuliko wewe kufanya agizo la kwako la kwako la kuleta dhabihu. Unafanya kana kwamba unataka kumhonga Mungu. Mungu alichosema Mungu alichosema unapaswa kukitii kwanza, kabla hujaleta vitu vyako. Mungu hana interest. Mungu hana e, yani hafurahi zaidi vitu vyako kuliko wewe. Mungu anakuhitaji wewe zaidi na utifu wako kuliko vitu vyako, na ukimtii actually utatoa hivyo vitu vyako. Kwa hiyo Bwana anatutafakarisha hapa kupitia neno lake, kupitia mtumishi wake Samuel anatutafakarisha kuwa utii ni bora kuliko dhabihu kuhakikisha unamtii Mungu kwanza na iko faida kubwa ya utii. Hata ukisoma katika Isaya 1:19 j eh, anazungumza kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikataa na kuasi mtangamizwa kwa upanga, kwa sababu kinywa cha Bwana kimeanena haya. Na ndio tunakuja kuona kwa uasi hapa chini ni kama dhambi ya uchawi. Ndio maana pia kule amesema mtangamizwa kwa upanga endapo mkifanyaje? Mkiasi. Ninakusii sana mpendwa wangu, hakikisha unazingatia katika kwenda kwako na katika kutenda kwako, uh, kuhakikisha unafata yale Mungu anayoyataka, unatenda yale Mungu aliyoagiza uyatende. Ndio maana hapa ameelekeza kwa kina, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu wa kuabudu vinyago. Kwa ukaidi, kuasi ni hayo mambo unapaswa kuyakataa, kwa sababu ni Bwana anayapinga. Kama Bwana ameyapinga, ina maana hayafai wewe kuyatenda. Basi zingatia sana haya unapokuwa ukiendelea na siku yako hii, unapokuwa ukiendelea kutafakari basi Bwana akusaidie na kukufunulia zaidi na zaidi, na kukufikirisha kwenda ndani zaidi, ili usimwasi Bwana, lakini utende sawa na yale anayokuagiza. Ukijikuta unakwama katika e, uasi, unaagizwa Mungu anakuagiza utende haya, usizini, unazini, unaasi maagizo ya Mungu, anakwambia e, usiibe, unaiba, anakwambia usitukane, usione wivu, sijui nini na nini, wewe unafanya yote si nyume na kile ambacho umeagizwa. Ukiona na upo kwenye huo mtego ambao unasema unashindwa, unafanya una usichopenda kufanya, na unachopenda kufanya hufanyi, basi unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji msaada wa Mungu. Unaokoka, kunaokokaje? Unasoma katika kitabu hapo uokovu huo, utasoma katika kitabu cha Warumi kumi mstari wa tisa hadi wa kumi Utaona hapo kwa moyo mtu uamini na kupata haki na kwa kinywa hukiri na kupata wokovu. Kwa unaamini moyoni kwa Bwana, unaweza kukusaidia, lakini unakiri kwa kinywa chako, naongozwa sara ya toba. Unaamini lakini unakiri pia kwenye kinywa chako kwa Yesu ni Bwana kufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zako anakusaidia unaanza kushinda uasi, unaanza kushinda kutenda maovu. Baadaye unakuwa ukitenda mema na unakuwa kwenye mstari sawasawa, sawa na ule ambao Bwana amekusudia. Mimi nikutakie tafakari njema na ninakuombea Bwana akuhepushe na atuhepushe wote na kuwa mbali kabisa na dhambi ya uasi, kwa sababu hii dhambi ya uasi imeangamiza hatima nyingi. Hii dhambi ya uasi imewafanya watu wengi kuto kufika viwango ambavyo Mungu aliwakusudia kuwa navyo. Basi ubarikiwe na karibu tena kwa ajili ya tafakari. Unaweza ukatembelea YouTube channel yetu kwa jina la Gospel Stewards TV. Kipita hapo eh, hakikisha una subscribe na unafuatilia kuna masomo zaidi ya mia tatu ambayo tayari yamewekwa pale, mahubiri na mafundisho mbalimbali ya kukujenga, na ukipita hapo utajifunza. Mimi ni kuage kutoka hapa, uh, Gospel Stewards TV Studio, uh, mimi ni Jafet Katana mwinjilisti. Unaweza ukatufuatilia zaidi kupitia hapo. Ubarikiwe na karibu tena. Amin.